Kwenye ile madhabau ya, ya, ya, ya, ya kwanza ambayo ina mikate inawekwa na kuhani na hizo ni sadaka ambazo pia ni sehemu ya sadaka. Tutakuja kuona kuna sadaka ya unga, tutakuja kuona hayo mambo yote. Mambo ya sadaka siko nako leo kufundisha leo, lakini najaribu kukufundisha kuhusu uh, nguvu iliyopo kwenye uh, utawala kwenye katika uumbaji kwa hiyo ukishaingia kwenye ile madhabahu ya pili ambayo kuna madhabahu huwa wa ndani pale, unakuta madhabahu ile ya mikate ya onyesho. Ukitoka kwenye mikate ya onyesho ambayo leo nakuambia ina tafsiri ya neno la Mungu, ukija upande wa waku, waku, waku, kulia unakutana na, na madhabahu ya kinara cha dhahabu ambacho kimebeba vinara saba ambavyo ni huduma ni karama, vipawa, karama na vipawa ambavyo Roho Mtakatifu anavitoa ana ofa kwa mwanadamu. Ni taa a vile vya taa vinawaka masaa ishirini na nne. Alafu ukiingia katikati unakutana na madhabahu ya kufukizia uvumba ambayo zile sadaka ya kafara kule nje inapokuwa imetolewa na kuhani, baada ya kujitakasa, anaingia eneo la pili, ambapo eneo la pili ndo anavikuta zile madhabahu tatu. Akiingia pale, anapeleka moja kwa moja damu aliyoipata huku, ambayo ndiyo inaitwa nafsi ya mwenye dhambi yule, aliyefanya dhambi, anainyunyiza kwenye ile madhabahu ya, ya uvumba. Akishanyunyiza pale kwenye madhabahu ya uvumba ambayo wakati wote moto wake hauzimiki usiku na mchana, day night, kila mwaka, kila mwezi, iko oni. Akishanyunyiza pale, kuna wakati anatakiwa kwenda kuchukua majibu. Huyu kuhani anayefanya haya mambo matatu, kuna wakati uliotengwa haingii kila wakati, na ndio maana kufunga na kuomba ni jambo ambalo lina, la, lazima lipangiwe muda, sio unafungafunga tu. Maana yake huwezi kuingia patakatifu pa patakatifu hovyo hovyo, lazima kwanza kuna vitu viache, kuna vitu ujitakase, kuna vitu unatakiwa ushape your mind, shape your body, shape your spiritual. Ukiingia pale ujue pale unaenda kukaa na Mungu ni honeymoon kati yako wewe na Mungu, na mkikaa pale na Mungu, sasa Mungu anatoka na majibu yako na majibu ya taifa lako na majibu ya watu wako. Na ninatolea mfano wa yule kuhani leo. Ule ukuhani wote tumehamia ndani yetu sasa. Ukifika ule wakati kuhani anajitakasa, sio chini ya siku ya mwezi mzima na ndani ya siku saba hakutani na mke wake. Kwa nini? ili awe tiwa ana, akiingia kule ndani. Sasa kule kwa mzee mwenyewe kunaitwa sehemu ya tatu, panaitwa patakatifu papatakatifu, Most century. Pale akishaingia pale sasa patakatifu papatakatifu chini ya miguu anafungwa kamba, ili kama aliingia isivyo sawa, mzee anapita naye. Lakini akiwa ameingia akiwa sahihi, wanakaa wanaongea mambo yao, na Mungu anampa majibu. Kwanza anampa majibu yake, pili anampa majibu ya maombi yaliyoombwa mwaka mzima, ambapo pale akitoka, anatoka na majibu ya taifa majibu ya watu ngoja, e turudi kidogo. Baada ya kukuelezea kuhusu h e, e, maswala ya ya mahusiano ya kiumbaji kupitia maombi pamoja na, na na na madhabau, ni kurudisha kwenye madhabau za asili. Hawazee walitambika wakati matatizo yalipowapata, yalipo walimwomba Mungu kulingana na taratibu zao. Wali, na mvua zilinyesha, lakini kuna miaka ilitokea watu mvua hazikunyesha, pakatokea na, na, na, na, na, na matatizo kwenye jamii ile. Walipotokea kwamba kulitokea ukame kulitokea maafa, waliitana jamii za mikoa wakaambiana jamani, hebu njoni miko wa ma ko zote tukusanyike. Wanakusanyika, inapigwa mbiu ya watawala, jamani eh, hali mnaionaje? No, jamani, hali ni mbaya, kumetokea matetemeko, kumetokea mvua zipo na nini. Ukumbuka wakuwepo watumishi wa Mungu wa kuwaita watoe majibu, ilibidi makuhani wakoo waitwe, ambao walikuwa wanaabudu mizimu walipoitwa wakakaa chini, wakatafakari, wakasema, no something wrong somewhere. Kuna kitu ambacho kiko kimekosewa mahali, yumkini tumemkosea Mungu, na walijua kuna Mungu na walitambika, na wakasema, no yumkini tumemkosea Mungu aliye juu sana, kwa hiyo ameamua kutuadhibu ili turudi kwake. Wale wazee wakaamua kukubaliana, wakasema bila shaka kuna Mungu aliye juu sana. Sikiliza, nimesoma hiyo, nimesoma aa, aa, aa, dini za za Kiafrika African religions. Wale wazee walikuwa mjua wa Mungu, walipojua mambo yamekaa vibaya, hayaendi sawasawa wakakubaliana twende kwa mungu aliye juu to the most highest god twende tukajinidhamishe mbele zake yumkini akatuonea huruma akaturejeshea tena maisha yetu wanakubaliana wanasema maelezo nilipokuwa nasoma nasema wanasema ah, walijua mungu aliyeko juu sana ni mtakatifu sana na huwa anakaa juu sana. Kwa hiyo wakasema twende kwenye milima, juu ya kilima kilichoko juu sana, pale ndipo tupeleke maombi yetu na sadaka zetu. Sikiliza aina ya sadaka walizozitoa. Walisema kwa kweli yule Mungu ni msafi sana, kwanza kila kuhani wa kila kabila asikutane na mke wake kwa muda wa siku saba. Maana yake walijitakasa kiangalia hii application utaikuta kwenye mambo ya Walawi. Wakawa wanajitakasa ndani ya siku saba, maana yake wasikutane na wake zao, alafu wakawa wanaambiana tufanye mambo mema tu, na kuhani atengwe, asije akajikuta ameenda kuharibu. Kwa hiyo makuhani wanatengwa, wanakaa eneo salama, huku wakijitakasa kwa sababu wanaenda kumwomba Mungu aliye juu sana. Walipokuwa wamejitakasa sasa, ile siku ikifika, wanakuja na mbuzi mweupe, kuku mweupe, njiwa mweupe, ng'ombe mweupe, kila kabila eh, kila kila ukoo. Kwa hiyo kwa Wachaga ni mamangi, kila mangi anakuja na boma yake ama na mji wake na sadaka zake ambazo ni za kondoo mweupe, mbuzi mweupe, kuku mweupe, njiwa mweupe na ng'ombe mweupe asiyekuwa na doa. Wakishawapata wanafanya maandamano ya kupanda mlimani, wanaenda kwenye mlima waliouchagua wanawita, na kila kabila najua lina mlima wao wa Mungu wao. Hata sasa ukiuliza utasikia kuna mlima wa miungu, mahali walipokuwa wanaenda kuabudu mungu. Walikuwa wakifika pale wanafanya maombi yao kwa namna ya matambiko yao, na wanachinja wale mbuzi, wanamwaga damu, wanachoma nyama, wanakula. Wakimaliza kama wanaomba mvua, mbio watakazoondoka hawa angalii nyuma. Unajua kwa nini <laughs> wanaamini hawatafika nyumbani, Mungu hajajibu na ndivyo Mungu alivyofanya. Walipomaliza makafara yao, walipotoa miguu yao milimani, mvua zilinyesha za kutosha, na neema ikarudi kwenye miji yao. Swali so, ambalo mimi najiuliza ambalo na wewe pia unajiuliza ni kwamba ni nani? Je, ni mashetani yalikuwa yanajibu? Inawezekana kabisa. Mimi sikuwa siamini kwamba ni mashetani alikuwa yanajibu, lakini nachoamini ni kwamba Mungu ndiye alikuwa anajibu. Na naposoma kwenye Biblia yangu, naniambia wakati ule wa ujinga, nilifanya katika ujinga huo huo walimtafuta katika giza, nami nikawajibu. Sasa kama wale wazee hawakuwa na ufahamu huu tulionao leo na walifanya mambo makubwa na jamii zao zikawa zinajivunia u, uh, uh, the meaning of life, maana halisi ya maisha, wakajivunia ile maana ya maisha, sisi tunafeli wapi? takapokuja Sehemu inayofuata nitakuja kukueleza ni wapi tunapofeli. Nitakueleza ni kwa nini sisi Wakristo ndio watu wenye nguvu kuliko watu wote duniani, lakini watu dhaifu tunaoonekana kwenye macho ya walimwengu kuliko watu wengine wote, ni kwamba chenye nguvu tumekishikilia, lakini namna ya kukitumia hatukupata maelekezo. Fuatana na mimi, naomba subscribe, naomba share, ili watu wengi wapate hii elimu, wapate ufahamu na waweze kufanya uumbaji wa uumbaji wao, waweze kutawala uumbaji wao, the law of creation hakuna namna tutakavyoweza kufanikiwa isipokuwa mafundisho na maarifa katika kuomba. Natamani peji yetu ya kanisa iwe peji ya kukusaidia kwenda ng'ambo nyingine kimafanikio, kiroho na hata kukutoa kwenye kumwabudu shetani ili akupe vile vitu ambavyo unafikiri shetani anaweza kukupa kwa haraka. Ukweli ni kwamba Mungu anajibu. Ukweli hakuna jambo ambalo Mungu hajawahi kulijibu ila hatuna ufahamu wa kutosha kufikia majibu yetu. Mungu akubariki sana. Fuatana na mimi kwenye vipindi vijavyo. Ni mtumishi wa Mungu Uh, Mchungaji Daktari Denis Makamba karibu sana. God bless you. See you at the top.